kosti more than milioni mia moja, alafu nije nitake nifa aje kwa kwanza. Hata okay, wale hapana. Hapana. Alisema ulimuomba. Hapana. Hapana. Wewe, mimi sijawahi kumuombaga mtu. Unamjua mtafuta celebrity yote kwenye kitu changu chote, sijawahi kuombaga. Kama ningekuwa mtu hivo, hata nywele zangu ungeona wamevaa baadhi ya mastaa wengine. Mimi kila staa unamwona amevaa nywele yangu, si ana hela kwa sababu mimi napenda na sana hela, napenda vitu vyangu sana hela. Ukiacha napenda hela hela, mimi na vitu vyangu, natumia hela nyingi. Siwezi nikaenda nika Yani nikatengeneza lip balm maybe ilionikosti more than milioni mia moja alafu nije nimtake nifaje? Kwa kwanza mimi, ili wewe wakala wangu ulikuwa unanunua product kwa mimi, sikuwa naomba hapo. Hata kama ningeupa naomba, kumbuka kuwa mimi niko karibu na watu maarufu zaidi ya huyo unaomtaja hapo, si unajua? Yani mimi nina watu ambao yeye wanamzidi kila kitu, kwa hiyo yani ningekuwa beta nikasema naongea na Zuchu anaongea na Rayvanny ingemake sense, lakini tuweze nikasema natafuta nifa kwa kitu hata chote ke okay, so, but... mimi a mimi sijawahi kumuombaga mtu unamjua, tafuta celebrity yote kwenye kitu changu chote, sijawahi kuombaga na vitu na vyangu, natumia hela nyingi, siwezi nikaenda nika yani nikatengeneza lip balm maybe ilionikosti more than milioni 100, alafu nije nimtake, nifaje? Kwa kwanza mimi naweza wale wakao. Hapana. Hapana. Hapana. Wewe, mimi unamjua, utafuta celebrity yote kwenye kitu changu chote sijawahi kuombaga. And kama ningekuwa mtu aibu, hata nywele zangu ungeona, wamevaa baadhi ya mastar wengine, mimi kila star unamwona amevaa nywele yangu ya mimi, nata, nata, nata, na hela, mimi mimi si ana hela hela. Hela kwa sababu napenda sana na vitu vyangu natumia hela nyingi. Siwezi nikaenda nika Yani, nikatengeneza lip balm maybe ilionikosti more than milioni mia moja, alafu nije nimtake nifaje?